Kama neno kiongozi lingekuwa ni mtu, basi mtu huyo ni huyo ah! na kama neno juhudi ni jitu, basi jitu hilo hili. Nilipoanza biashara ya BF Suma mwaka 2017, watu wengi wa karibu kama familia na marafiki wahawakunichukulia serious. Akiwa mtu mwenye misimamo thabiti hakutaka kupimiwa kipato au kuwa tegemezi. Aliona thamani ya kujituma na kuinua wengine, tofauti na kazi za awali ambapo hakunufaika moja kwa moja na mafanikio ya watu waliwasaidia. sikuwa na mafanikio yoyote ambayo yanaweza yakaonekana. Kupitia BF Suma ameandika historia kwa kushinda na kuongoza moja ya timu kubwa na imara ya kushinda tuzo kemkem zikiwemo safari yake ya kwanza mwaka 2019, gari lake 2020, safari za kimataifa tano mfululizo hadi mwaka huo 2024. Kiongozi mwenye haiba ya pekee na mfano wa uvumilivu na uthubutu hriya na maono makubwa. Ifikapo mwaka 2030, anatarajia kuwa milionneo akiendelea kubadilisha maisha watu wengi. Unadharau mambo madogo madogo kwenye biashara yako, unayadharau mambo madogo madogo na kuathiri watu. Wana tabia ya kuwafuata watu walio bora kushinda wao watu wana tabia ya kuwafuata watu walio imara zaidi ya wao. Mabibi na mabwana, na sasa tunamleta kwenu Harry Mwijage.